Leo nataka niongee na wewe rafiki yangu ambaye unataka kujilinda na ugonjwa wa kisukari namba mbili. Eh, wewe ambaye mko ukikimbilia kwenye asali, pengine ukifikiri labda itakusaidia rafiki yangu, mkombozi wetu ni huyu hapa, anaitwa Stevia. Stevia yeye ndugu yangu hawe, haathiri kiwango cha sukari yako kwenye damu kwa namna yoyote, kupunguza ama kuongeza eh? Yaani yeye ukimtumia haathiri kwa namna yoyote, huyu hana calories wala hana carbohydrates, na ni mtamu zaidi kuliko sukari hii ya miwa. Kwa hiyo tunasema huyu ndio mbadala asili wa sukari yetu. Unamtumia kwenye matumizi yako yote ya sukari nyumbani, lakini hii ni zaidi ya sukari au sijui uh, vitu vingine ambavyo ungeweza kuvitumia, kwa sababu hii pia majani haya yana antioxidant kwa wingi, kwa hiyo yanakusaidia wewe Uh, kuweza kuondoa sumu mwilini, inasaidia kuimarisha afya yako ya mifupa, inasaidia wewe kupunguza uzito kwa sababu nimesema haina carbohydrates wala haina calories. Kwa hiyo ni nzuri sana uh, kwa afya yako. Hii stevia mmea huu kama unao utunze, kama hauna njoo tukupatie sisi stevia hapa. Tafiti mbalimbali zimeonyesha kwamba stevia ni mbadala mzuri sana kwa sukari. Uh, hii ya kiwandani ama sukari ya miwa. Ndugu yangu, na mmea huu ni rahisi kuhudumia, unahitaji maji kidogo.